Tumeanza zoezi vizuri tunawashukuru. Na tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Tumeanza salama na leo tarehe mbili ya mwezi wa saba tumemaliza salama. Aa, katika wilaya ya Geita tuna kata hamsini lakini tuna aa, majimbo manne ya kiuchaguzi. Tunawashukuru tume ya huru ya uchaguzi kwa jimbo moja la Busanda ambalo limegawanyika mara mbili na kupata jimbo la Katoro. Kwa hivyo tuna jimbo la Busanda, jimbo la Katoro, jimbo la Geita na jimbo la Geita mjini. Kwa zoezi hili limehusisha la kidemokrasia, limehusisha wanachama wote kama inavyoeleza katiba yetu ya Chama Cha Mapinduzi, kwamba unapofika wakati wa uchaguzi basi kila mwanachama anaruhusiwa kuomba nafasi ya uongozi. Kwa hiyo tulitangaza nafasi hizi, tulizunguka kwenye maeneo yote kuhamasisha wanachama wajitokeze kuania nafasi hizi za diwani, diwani vitu maalum na ubunge. Na mpaka leo tunapofunga zoezi hili uh, katika wilaya ya Geita kwa upande wa majimbo yote manne tuna jumla tuna jumla ya wagombea ambao wamejitokeza 47 au ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao wameania wamewania nafasi mbalimbali za uongozi hasa kwenye ubunge kwenye haya majimbo manne. Kwa jimbo la Geita mjini tuna uh, wanachama 18 wamejitokeza. Uh, ndani yake tuna wanachama watano wanawake na wanachama uh, 13 ni wanaume. Kwa jimbo la Geita uh, lile ambalo liko kule halmashauri uh, sio hili la hapa mjini, lenyewe lina wanachama wanane na kati yao wanachama saba ni wanaume na mwanachama mmoja ni mwanamke. Lakini katika jimbo la Busanda tuna wanachama nane wamejitokeza, kati yao saba ni wanaume na mmoja ni mwanamke. Lakini pia katika jimbo la Katoro tuna wanachama kumi na tatu, kati yao kumi na mbili ni wanaume na mmoja ni mwanamke. Kwa hiyo unaweza ukaona uh, chama cha Mapinduzi kimetoa nafasi katika majimbo yote haya manne uh, wakina mama wamejitokeza na kufanya jumla kwa wanawake nane kati ya 47, lakini tunachojivunia zaidi, kati ya hawa watu 47, pia katika wilaya ya Geita tumepata watu wale wenye mahitaji maalum pia, na wamejitokeza kugombea nafasi ya uongozi katika eneo hili. Kwa viwango vya elimu, wagombea wengi kama tumewapata, tumepata mchanganyiko, wako watu ambao wameishia elimu ya msingi e, mpaka shahada ya uzamivu. Kwa hiyo tumepata mchanganyiko huu. Ah, sisi tunachoshukuru Mungu hatukuwa na changamoto kubwa sana, kwa sababu bahati nzuri tulikuwa tunapata muda mzuri watu, wa kuwaelimisha watu namna ujazaji wa fomu zenyewe zilivyo, na fomu bahati nzuri zime zimejipambanua vizuri e, imetukwambia kabisa kama una changamoto yoyote unaweza ukamuuliza aliyekukabidhi fomu kwa ajili ya ufafanuzi e, na kama umechafua, tulikuwa tunapewa hiyo nafasi pia ya kuboresha ili kupata taarifa ambazo ziko sawa sawa. Ah, la msingi zaidi laba ni kuwaendelea kuwasisitiza tu wanachama ambao wametia nia bado wao ni wanachama wa Chama Cha Mapinduzi, wasifikirie kwamba tayari wameshateuliwa. Wanabaki kuwa wanachama tu wa Chama Cha Mapinduzi, wanasubiri michakato sasa mpaka pale uteuzi utakapokamilika. Ushateuliwa sasa, na wenyewe utasubiria pia, kwa sababu ipo ratiba ya kuwaona wajumbe, ambao kwa mujibu wa ratiba hii ni kuanzia tarehe 27 mpaka tarehe 1. Hapo ndio wale ambao wame, wameteuliwa na vikao halali E, wale watu watatu wataruhusiwa kwenda kuwaona wajumbe wa hasa wa mikutano ile ya uchaguzi. La, kwa sasa unabaki nyumbani kuwa mwanachama wa chama cha mapinduzi na kuendelea kujifunza e, siasa ya chama cha mapinduzi itikadi yake na miongozo yake. Kwa hiyo tunatoa rai sana kwa wanachama ambao hawa 47 wametia nia, waendelee kuwa na utulivu kama tulivyosisitiza muda wote, e, wasubirie sasa utaratibu wa vikao mpaka pale ambapo tutawaruhusu sasa kwenda sasa huko kuonana na wajumbe kwa utaratibu ambao tumeweka. Na ni utaratibu wa kawaida. Kinyume na hapo kanuni zetu na katiba ya chama inatueleza wazi kabisa. E, moja ya vitu ambavyo vitamwangua mtu mapema ni kuendelea na mchakato kabla ya maamuzi ya vikao vya chama. Kwa hiyo tunaomba sana kwa wilaya Geita, tunaomba sana kwa kama mkurugenzi wa uchaguzi wa wilaya, basi tunaomba sana wanachama wawe na utulivu waendelee kusubiria michakato ya vikao vya chama itakapokamilika.